Nukumi mara mekuja kuwasalimia la kwanza, lakini la pili nijitambulishe kwenu. Ile nyingine mnaona kwenye picha kwa Maonenge, ndio huyu hapa mimi. Sio mtu wa maneno mengi na mimi sio mtu wa story, nataka vitendo ameongea mwenyekiti wa soko. Soko hili limekusanya vijana wale wafanyabiashara mia saba na hamsini. <coughs> Lakini watu mnaoingia kila siku hapa ni zaidi ya elfu tatu. <coughs> <coughs> Maana yake hapo watu wote mnaingiza kipato na mnalisha familia zenu, utegemea hili soko. Naongea uongo? Amesema soko likarabatiwe. Sasa kesho kutwa mnaenda kunichagua mimi kuwa mbunge, patiki marunenge, mnamchagua diwani mnamchagua mnamchagua Samia, alafu nije hapa soko iliendelee kuwa hivi kweli? Jamani, kweli haiwezekani. Lazima tuitengeneze vizuri hii soko, lazima tuondoe vumbi hili. Siwezi kubali mfanye biashara ni mazingira ya vumbi hivi. Wafanya biashara, oye! Siwezi kukubali mfanye biashara kipindi cha mvua, eti maji yanaingia hapo, mnapata matope. Haiwezekani maneno ya sijui. Lakini jingine imeongelea mikopo, nimemwambia huyu bwana huyu, wafanya biashara wote wa soko mundani, muunde umoja wenu, muunde kikundi, iwe sakos, auza mitumba, ili zile pesa bilioni mia mbili za Samia ziwafikie. Na mtu akuzileta hapa ni mimi kuta, tunaenda kufanya nini Musi. Nini? Nini, maisha yetu ni bora kuliko jambo lingine lolote lile. Maisha yetu yana umuhimu kuliko jambo lingine lolote ilemeye. Soko letu kama unavyoliona ni soko ambalo limbeba wafanyabiashara wengi. Wafanyabiashara waliopo ndani ya soko tu Mitakliba ni takriban wafanyabiashara mia saba na kitu, lakini watu wanaoingia na kutoka ni zaidi ya watu elfu tatu kila siku Tafsiri halisi soko letu linabeba watu wengi kwa wakati mmoja, lakini pia kama ulivyoingia, umeliona, nimekupitisha maeneo mbalimbali. Pia sisi wafanya biashara lazima tuwe wazi kuleta changamoto zetu kwako, na tuna sababu ya kufanya hivyo, kwa sababu wewe ndiye mbunge na ndiye unayekwenda kutuwakilisha katika awamu hii kwa kipindi cha miaka mitano, lakini tunaamini utakuwa mwakilishi mzuri ambaye utakwenda kupata miaka mitano mingine baadaye. Kwa tafsiri halisi utakuwa ni mbunge wa kudumu kwenye jimbo la Mbeya mjini.